Yupo yupo, dada yako yupo. Dada yupo ametoka. Kwani kuna tatizo? Ah, tatizo lipo. Unajua ile siku tulipokutana pale, ukaniambia maswala ya dada yako, mi nilitoka nikamfuata. Nilichokutana nacho se, ni noma. Yani amenitukana sana, amenambia mi nanuka miguu Niuma sana. Amenitukana sana amenitukana, ili niuma sana ila somba kinachomfanya vile ushakijua, mwanzo mwenye nakumbuka ile siku ukanyambia nirudi upande wangu wa pili, ushakumbuka, nishajua kila kitu <laughs> sasa na, na mimi nahitaji kujua ni nini, ni, ni ambacho kinamsumbua labda nitakusaidia <laughs> kila kitu nitashukuru sana. Osio oh, nitakusaidia msikie. Mwanangu, zile ingiatoka ingiatoka, jeuri nyingi. Kumbe anayekupa jeuri ni ule mtoto, imikuambia swala la kuoa tunabishana, malumbano kila siku, kumbe ni shida, ni ule mtoto. Hivi nakudanganya? Ile ijabu au ni kabu au ninja Yai ni mavazi, mavazi tu mwanangu, yule amna ya mke. Yai ni mavazi tu, yasikudanganya asikufanya ya ya ya ukagubikwa, uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka sana unapotea. Unapotafuta mke nabitaka utafute mke, sio kuangalia mavazi. Sasa Bingi, mimi nikwambie kitu kimoja, wewe nenda pale kitambaa cheupe naiti afokota hata wawili au watatu wapeleke hapo juu kwa ustazi Selemani afu uone kama watakubalika kuingia msikitini. Wewe unasema yale mavazi tu. Kaokote watatu tu pale kitambaa cheupe wapeleke hapo chini mnaposwali nyinyi kwa ustazi Selemani, uone Waislamu watafanya nini. Taba yule ana kasoro gani? ana kasoro gani? tunabishana au? mimi namfahamu ile mtoto, wazazi wake, wajumba zake, taka zake, tabia zake Hafai kuwa mke. Nilikuambia wewe kwamba lile vazi la kudanganya, sio kwamba mimi nilidanganya lile vazi. Simaanishi vimini vile ndio wanawake wabaya, ah. Na nia yangu mimi au lengo langu mimi ni ile tabia ya ndani ya ule msichana. Hafai, hafai kuwa mke. Nisikize mimi, lakini kikubwa anachokwambia, kikubwa anachokwambia asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Usiolijua ni sawa na usiku wa giza. Mama. Hmm. Naomba umkanye mwanao. Mwanangu, mwanangu gani tena mwanangu? Kuna mwingine si usijali? Mm-hmm. Na nyinyi na usijali? Hata watu wao. Sijali huyo mtu gani kwa siku sijali sijali wanangu. Eh? Kwani amkae mkamzalau mtoto? Wewe ndo kaka, wewe ndo mkubwa. Kaka kumjacho sasa sijali jamani. Lakini mama, kwani yeye anashindwa kujua mimi ni nani? Sio kwa sijali, unamjua mimi mwanangu wewe, maana wewe mkubwa, umeumbwa ukubwa na mkubwa, uvumilie mambo. Kama kwa Kolomelo, ni mwanamume uvumilie vitu vingine. Anashindwa kujua kwamba yeye wa kike, mimi wa kiume. Jamani, wanangu nyie, mnatia aibu. Kila siku msikikeni hapa mtaani. Watu wa nyumba ile, watu wa nyumba ile, watu gani jambo kwani nimekuwa hivi? Sijali, mnamjua. Kwa nini mumzoe jamani? Mtanitoa roho mwanamume mtu mama yeye, anakwambieni mtanitoa roho Hivi alimi niko hai. Nikifa nyinyi simtauana humo ndani. Mtu gani ana nizamu? Anashindwa kuongea ana nami vizuri, ananijibu upumbavu, ananijibu ujinga. Mama utakuta siku nimemuumiza. Siku hapa ukikuta nimemuumiza usishangae. Sasa nikwambie kitu. Mpige ukafie jela. Serikali kale ina masi, haina masiara. Wewe mtu wa kiume, ukimpiga mwanamke unafungwa. Kolomero, huyu mwanaume wewe na hiyo yu, nakufanya yu, yu, kuvumilia yu, mambo. Yu, ni mama hapa anachokiona, wewe sio? Unataka kuongea ili tuelewane, uko kwenye kumtetea mwanao. Hapana, mi nakusi sio, nakutetea wote wanangu. Kila siku anaambiwa yeye tu ananizamu, anashindwa kujua kama mimi kaka yake. Sasa ampige kaele jela maanake mwanao. Usijali jamani, nilimzaa tarehe ngapi, saa ngapi sikumbuki. Mambo anayonifanyia hata niua. Aku salam. Kwema? Kwema. Mumeo nimekukuta, una shida naye gani mumeo? Nina shida naye binafsi. Una shida shida naye gani kitembo wewe mume wangu? Eh, bibia sijajia hayo. Nimesha kwambia na shida na, shida na hey, shida la mumeo. Akirudi mwambie na shida naye. <laughs> Hivi hmm. Hey, ananitafuta nini huyu dada, huyu ananitafuta nini mimi? Mme wangu kabisa, anamtaka mme wangu? Ah, he he. Yaani mtakuja kuanzisha mkwingwi, yaani ntauanzisha mkwingwi mimi. Kumbe anijui vizuri eh. anantikisakiiw Zidi kulia, unajua, unajitia matatizoni, unaweza ukaumwa. Alafu umeendelea kunificha, usiniambie labda cha kuambia tu, iko unachokificha mimi nimeshakijua. Alafu ungeniambia yasingetokea hayo kipesile, unakijua kinachoniuliza mimi. Mbona unaongea maneno makubwa sana Eh? Kwa nini sana unakuwa jeuri sana, kila siku ni wewe. Kila siku ni wewe sijali, kwa nini hey? Lakini kaka ndo mkorofi mwenyewe, mbona da, tuna kuletea kesi kila siku kaka, lakini ujeuri umezidi umundani, kila siku kwa sababu gani eh? Ndugu zako hawana la kaasha kaka yako, ujua kama ni babako huyu tena ukelele tena unyamazi, nakwambia usinitibue sasa. Hizi yule mkubwa anavumilia mambo mengi, na nile ndo maana akaitwa mkubwa. Asoka, kaka yako huyo, unajua kufanjao huko ndani na nile mbwa hayo, sio sikia? Kila siku neno moja hiyo, kila siku ni wewe, kwa sababu gani? Mtu umeongo hayo, kaka mwenyewe ndo mkorofi, yaani mwanzo na mwisho. Leo kaka yako mheshimu tena tena na kama tena, tena kile mama hii minyama yako wewe. Utanyima kula munda. Nasemaje? Wacha ujeuri nitakuzibua. Taka kelele nimekwambia, nitakuzibua nishakwambia, kaka, si unanielewa? Uondoke wewe, unasema kaka yako, si unanielewa? Uondoke paka mkubwa we tembo mtoto, ah, ah, we tembo mtoto unashinikana mzigo, kama unajinanisha tu. Yaani unajinanisha tu, huku ushaweka mizigo yako pale, na najua kabisa hakuna sako ya mizigo kama ile. Ile mizigo ni wewe. Sampo yako bisaile. Amani bibi, huna hata haya. Hata hebu una. Kwa hiyo una huo mzigo na picha yangu. <laughs> Yaani unajua unanichanganya. Tena unanichanganya unanichanganya una vibaya mno. Yaani unanisimamisha vinyoleo kwa sababu gani? Mimi mizigo yako naijua, mizigo ya Edo naijua, mizigo ya mume wangu naijua. Sawa? Na hata mizigo ya mama yako pia ninaijua. Ile pale mizigo ni wewe kabisa. Kwanza yani sikutegemea. Yaani itakuwa wewe umetobolewa tobole maana ukaamua uweke mzigo pale pembeni. Hiyo pembeniaje? Yani, mimi nachokitaka ukasafisha mizigo yako. Mimi sisafishi mizigo yako. Zamu ya nani? Zamu ya nani? Zamu ya nani? Na Shani na kukataa, mimi ni moyo wangu ndo na nituma nije kwako zako humpe jibu dada yangu. Sasa so, usibibi mwanangu, we unakaa na wadogo zako unawapa kodi waje maskani waje kuniharibia mimi au sio? Wewe bado ni mtoto mdogo sana. Sitakufuatilia tena. <coughs>